Kwanza tumepeana goalkeeper kwa amepeana kabisa, hawezi fanya mistake kama hiyo, timu ikarudi kwa game very very difficult, ambao kama zile timu yoyote hata Yanga yenyewe kurudi ngumu, lakini Sadi amekuwa akishika, lakini leo ametuangusha kabisa. Hawezi fanya mistake kama ile goalkeeper, tarbia ya juu kama ni hey. kama kushuhudia, sio kama kushuhudia ametutoa kwa game kabisa, ndio mabao kufungua. Kama zile timu hakuna timu yoyote kama hivyo, ndo tutacheza na mtu mwingine anapeana, itakuwa sisi vigumu, lakini kwa kusema ukweli, we mwenyewe first half tumepeana. Kocha hajataka kupindisha maneno. Uh, sio kama ile ya kusema ni makosa tumefanya na hivi na vile. Kocha akanyosha maneno, ye kaona moja kwa moja golikipa John Noble ndiye tatizo na uh, kwa lugha yetu sisi hapa tunasema amemnyoa, ameongea ame, ame kile ambacho amekiona no. na makosa kweli amefanywa na John Noble. Kila mmoja ameshuhudia namna ambavyo makosa haya yametokea, na nimeona pia clips nyingine ambazo zinaendelea ku trend kwa hivi sasa, hata katika michezo mingine, makosa ambayo amekuwa akiyafanya John Noble kabisa, kabisa. Makosa ambayo anafanya John Noble ni makosa ambayo yanajirudia, rudia kweli kweli lakini naomba nianze kuuliza swali hili kwa kamanda eh, Jeffreya kwenye mchezo wa jana uh, Fountain Gate na Young Africans kuna dalili za kupeana unajua <laughs> <laughs> no, no. eh, inawezekana mimi na wewe tukawa na hisia zetu ndio lakini uh, sofa taarifa tuliyonayo ni kwamba Fountain Gate wamemchukulia tu akipaao naam no na nimesikia kwamba taarifa, kuna wengine wanasema kwamba amesimamishwa, kuna wengine wanasema kwamba ame, ameondoshwa kabisa. yeah, yeah. Kwa hiyo kama wao wenyewe Fountain Gate wameona hivyo, ndio yeah. Uh, ni ngumu sisi kuwa na hisia ya tofauti no. Uh, of course, hakuna mtu ambaye hajui kwamba ligi yetu huwa ina mazingira ya, ya, ya vitu kama hivyo na ni mm, ngumu kuvipin point kwa Simba au Yanga kwa sababu umeona kwa mfano kilichotokea jana kilitokea kwa Simba msimu uliopita kwa kipa huyu huyu, na u, unajua kuna aina ya magoli ambayo golikipa anafungwa unajiuliza kabisa huo kipa mbona, katika hali ya kawaida ya kiwango chake huwa hafungwi namna hii, ama hapaswi kufungwa namna hii? Lakini pia usisahau kwamba tunaishi katika era ambayo ni majuzi tu kuna ishu imetokea Kenya kwa goalkeeper wao national team uh, Patrick Matasi, na moja kati ya mechi ambazo zimezua maswali mengi, actually ni mechi ya kimataifa, mechi ya ya kufuzu World Cup kati ya, ya ilikuwa ni kufuzu Afcon ile kati ya ya Kenya na Kamerun. Kwa hiyo kama jambo kama hilo linaweza likatokea katika high caliber match ya namna hiyo ya kimataifa e, e, ligi kuu kwa nini yenyewe ndio isalimike? Kwa hiyo, kam, kwa hiyo kamanda, kwa kwa hali halisi tu, jana John Nobo amewapa Yanga magoli mepesi sana. Yes, mimi, mimi sitaki kusema kwamba eti kuna mazingira ya rushwa, lakini kocha wake mwenyewe Robert Matano umemsikia, amezungumza wazi kabisa kwamba hajaridhishwa na kiwango cha goalkeeper yeah, na mistake zake ndio ziliwaondoa kabisa mchezoni na kufanya mechi ikawa ngumu. Kwa hiyo kwa kiwango kile alichokionyesha it's suspicious, lakini hmm, ni ngumu kuipinpoint kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kuletea ushahidi kwamba hiki ndio kimetokea, lakini wale ambao wanakaa naye kila siku ambao ni, ni timu yake Fountain Gate yeah. E, tunaweza tukachukua kiu kutoka kwenye hatua ambazo amechukua. Kabisa, hilo ni jambo la msingi kweli kweli. Na Evans, pasi na shaka kwa hiki ambacho kinaendelea kwa June Noble, hii trend ambayo anakwenda nayo CV yake kwa Tanzania imevurugika kabisa na imepangaranyika tofauti kabisa na jinsi ambavyo alikuja na alivyokuwa ameanza. Inaweza ikawa hivyo no. kwamba watu wakiangalia namna ambavyo wanakosea, na sio mara moja, sio mara mbili, imekuwa yes. Ni matukio ambayo yanajirudia, hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa. Na kwa Fountain Gate, sio mchezaji wa kwanza kwa kwenye situation kama hii ya kuondolewa kwenye timu na vitu kama hivyo, kuna wachezaji pia wame kukutwa na hiyo kadhia, na ilikuwa ni mechi dhidi ya Pamba. Nahisi kuna watu walikuwa kwenye mazingira yao, wakaondolewa na dirisha dogo, wakati mkia zao Pamba kule kule. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatokea kwenye mpira wetu, na tunajua vinatokea mara kadhaa ndio, na watu wafai kufungiwa kabisa kwa biashara hizo za kujihusisha na upangaji wa matokeo kwenye mpira wa nchi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo naamini vipo, ila kwa John Noble kwa levo ya daraja alilokuwa nalo sikutegemea makosa ya disainire kabisa. Yes, msimu uliopita aliyafanya, ila nilikuwa naamini anaweza kuboresha zaidi ya alichokuwa anakifanya msimu uliopita, kwa sababu nio kipa ambaye cha kwanza kwenye mpira wa nchi hii ukiwa unatoka yeah. nje mipaka ya nchi, ukikosea watu tunakuvua kuvua vyeo, kwa sababu tunaamini sisi bado hatujafika kwenye hiyo level ya kucompete na hao watu, ila uwezo wa compete tunao, hao wachezaji tunao, ni kwa sababu tu tunakosa imani ya kuamini hao wachezaji. Unawaza leo ni goalkeeper anatoka Nigeria huko anafanya makosa yale ambayo ukienda kwenye levels ya kawaida kabisa, hata ukienda kwa wachezaji wa under 20 sidhani kama anaweza kafanya mistake kama goli la kwanza ambalo anafungwa na mjizi, anaweza kafanya mm, mpira unauona unakodondoka, ni kitendo cha kutenga tu mikono na kuuchukua, na unaondoka zako. Mwisho wa siku sijui amefanya alichokifanya ni nini kabisa, nafasi ya watu wamechukua. Kwa hiyo naamini kuna namna ina inamshushia ile CV. Hata kama mtu anahitaji goalkeeper, sidhani kama chaguo la kwanza linaweza likawa ni Noble John. Sidhani mm, kwenye level hiyo mtu anaweza akafikiria magolkipa wengine Noble, inawezekana ni option ya mwisho, kwamba nimekosa golkipa na ninahitaji mtu akae golini. yeah. ndio unaweza watu wakakufikiria wewe, na mwisho siku ikitokea, labda fountain gate wanaachana naye, sidhani kama anaweza kupata timu ya ligi kuu mm. kwenye nchi, sidhani kama hiyo nafasi inaweza ikatokea, kwa sababu tayari hizo mistakes zimeonekana, sio mara moja, sio mara mbili, watu wakianza kuhusisha na biashara ya kuna mahali unaokota, wanaamini hata ukija kwenye timu yetu kuna siku utaokota utatugharimu. yeah. Kwa hiyo naamini kuna mazingira tayari yameshakuwa magumu kwake, kama ikitokea anaachana na Fountain Gate, naamini hii ni safari ya Nigeria moja kwa moja kupumzika. Ah, naona bado kuna timu nyingine ambazo zinaweza zikamchukua na kuendelea kuishi naye manake. Kwa mazingira haya. Hayo hayo. Hayo hayo. Sioni, yani sioni. Labda timu zinatokea, lakini tuangalie pia zinatokea katika michezo gani? Mara ngapi? Mara ngapi? na mazuri anayoyafanya ni mangapi? Maanake pia tukiangalia kwenye mistakes ambazo no. John Noble amezifanya za wazi jana, kuna baadhi ya saves ambazo zilikuwa ni za muhimu, pia alifanya, alifanyan yes, yes. Yani ndio maana nakwambiaje, mamdogo unaweza kuwa unafanya saves ila kuna necha ya magoli ukifungwa yanatia watu mashaka, na ndio maana jana unaona mpaka clips za michezo iliyopita ya matukio yaliyopita ya msimu na msimu jana yanarudi ya ya, ni kwa sababu imekuwa kama ni sehemu yako ya makosa. Sasa watu wakianza kunasibisha na kwamba kuna sehemu wewe unaokota ni tatizo mtu. Hakuna mtu mwingine anaweza akajitoa kafara kwamba ni kuweke golini wakati wewe unaokota mahali, nikikutana na watu unaokota no, nao nimepoteza mchezo, siko tayari ku risk timu yangu kwenye maisha. okay, sawa Jemedari. uh, imani yangu inaniambia hivi kwamba, mm -hmm. ukitoka nje ya nchi sisi tulioko hapa Tanzania mm -hmm. iwe mchezaji wa eneo la ushambuliaji eneo la kiungo ama goalkeeper, tunataka uwe mfano wa kuigwa kwa sisi wazawa lakini kwa John Noble kwa hii trend ambayo anakwenda nayo, inatupa tafsiri tosha kabisa kwamba hakuna haja ya kuwa na magolikipa wa kigeni. Ya kwanza kwa msimamo wangu mimi hicho ulichokisema ni kitu sahihi no. Uh, na sio tu ukitoka nje ya nchi kwa mchezaji mpira kwenye fani yoyote yaani. yes. sahihi. nchi inapoamua kumchukua mtaalamu kutoka nje ya nchi ili kuja kutumika kwenye nchi hiyo ikiwaacha wataalamu wa ndani au wewe ukichukua na fursa ya wataalamu wa ndani, yeah. Basi wewe unapaswa kuwa na kitu cha ziada. Ni kweli, kwenye eneo lolote. Kwa mfano, kama sasa hivi kuna mpaka chama cha walimu, waalimu wasioajiliwa wa tunajua. mm. hivi walitokaja. Uh, kama nchi itaamua kuajili waalimu basi awa atakiwa kuwa bora zaidi ya wale ambao wako ndani. Yes, mimi ni muumini wa kwamba sioni sababu ya nchi hii kuwa na magolikipa wa nchi nji. Okay, sioni kabisa sababu hiyo sioni. Na mwanzoni mwa mwaka huu rais wa TFF ni kumsikia akisema kwamba msimu utakaofuata kutakuwa na kanuni na udhibiti timu kuwa na magolikipa wawili wa nje. Kama unakumbuka nakumbuka, na ililengwa zaidi kwenye usajili wakati ule. Nafikiri usajili wa Simba ulikuwa na makipa wa nje wawili, ndio sababu Ayubu ni sehemu ya, ya, ya, ya, ya timu ya Simba, yupo na mungu alikuwa na magolikipa wawili wa hmm, nje. Sawa, uh, akatoa hiyo statement ambayo mimi kwangu nasema hatuna sababu ya kuwa na goalkeeper yoyote wa nje. mm -hmm. Tuwajengia uwezo na goalkeeper wetu, wanaweza kwa mfano Alisalim, tumchukua Alisalim Mkatoro yeah. Aishi Manula aliumia kwenye mchezo dhidi ya Ihefu misimu miwili nyuma, nafikiri yeah. Alisalim, mchezo uliofuata wa Ihefu tena akadaka yeye. mm -hmm. Alidaka, watu wakiamini Manura anasubiri mchezo wa Yanga, kwa sababu baada ya mchezo huu ulikuwa kucheza na Yanga, kume jeraha la Manura likawa kubwa mm -hmm. Ali Salim akaenda kucheza mchezo wa Young Africa nafikiri kutoka sare, wakawa na mechi ya robo finali na Yes, Wydad Casablanca, wakaenda Wydad wakacheza mechi mpaka mechi inamalizika kwenye dakika 90 matokeo yalikuwa bao moja kwa sufuri. Baada ya hapo kwa sababu Simba ilishinda hapa bao moja yeah. Wakaenda kwenye matuta Simba wakatoka kwenye matuta mm -hmm. Ali amewahi kucheza national team ya Tanzania mm -hmm. dhidi ya Zambia ugenini yeah. Na tukashinda bao moja kwa sufuri mm -hmm. sawa. Kwa maoni yangu mimi Ay, alidaka dhidi ya dhidi ya Widad ugenini pia, ndio anasema ugenini, wakafungwa moja, wakaenda kwenye penalty yeah. Kwa maoni yangu mimi huyu ni goalkeeper ambaye alipaswa kupewa moyo, kuendelezwa, kuaminika, aje kuwa goalkeeper kweli, mm. Manula wakati anaanza kucheza, akaja kuwa Tanzania waani. Kila mmoja akawa anam, anamkubali akawa anafahamika Afrika nzima Mechi yake ya kwanza ya ligi ilikuwa dhidi ya Yanga Africa. Akaoka penalti amesikiza yeye, mechi ambayo, yes. Mechi ambayo Azam na na Africa walitoka sare ya bao moja kwa moja hmm, na Aisha akadaka na penalti. Zikiwa zimebaki mechi saba za ligi. Alicheza kama under 20. Msaidizi wa Mwadini, Ali Mwadini, hmm akaenda mechi saba zile, akamaliza msimu. Uliofuata akawa goalkeeper namba moja, lakini akaendelea hivyo mpaka misimu iliyofuata mingine. Mechi iliyompa Aishi nafasi ya kudaka national team ya kwanza kabisa iliyomtambulisha kwenye mashindano ya kimataifa ilikuwa dhidi ya Nigeria, walicheza away, akafunga goli moja na Kelechi Iheanacho ambalo lilikuja jioni sana baada ya kazi nzuri mno Aisha aliyofanya kuokoa mchomo wa Nigeria mm. Then watu wakaamini kipa anaweza kuwa, kwa sababu kabla ya hapo alikuwa ni kipa wa kawaida tu yeah. Mi, mchomo ya mbali ile. Yes, mchomo wa mbali kwa mfano hiyo national team yeah. wakati tunachukua tunachukua bao saba yeah. na Algeria Ali Mustafa Batezi alifunga bao matatu tu mpaka half mm. time akachomoa, akaona hapa mm, leo kubaya sawa akaingia Ishmanura akafungwa bao nne na Aishi. Mimi nikiwa zangu tu nimekaa home naangalia ile gemu, wakati anafungwa alipofungwa goli la, la, la kwanza yeye, la nne la timu, akakimbilia kwenye nyavu akauchukua mpira akaurusa katikati ya kiwanja, akawa na wasukuma wake. Nimekaa nyumbani najiuliza, huyu dogo anaamini nini? Anaamini kwamba <laughs> <Anahamili> <laughs> la <laughs> la tano kwa, au yeye anaamini alizofungwa ni mbili, kwa hiyo timu inafunga goli mbili, akafanya hivyo hivyo. Hata nilipokuja kukutana naye nilimuuliza, wewe, kwani imani yako iko nini? yeah. Kumbe it was in maturity hmm. Sawa, so, kwanza walikuwa wako pungufu ya Yahya Abbas, kadi nyekundu, red card, wako pungufu kiwanjani yeye alipaswa pia kama machua goalkeeper goalkeeper kujaribu ku, kufanya defensive control. Lakini yeah. Lakini mipira watu waende, watu wa mwadani, watu waende washakufa huko ndani. Ndani. Kuona huyu well, bado. Yes. Lakini ikaenda ikaenda mpaka akawa sawa sawa kabisa. Ni ndani. Simba wakati unamchukua watu nawakumbusha hii kitu. Waliwahi kusema mashabiki wanalalamika mm. kwamba tumepewa Manula sie kwa mm. sababu alikuwa anafungwa. Anafungwa ovyo magoli kipigwa mbali yeah. Mimi niliwahi kukaa kwenye kipaza nikiwa radio nyingine nikasema, goalkeeper wa Simba na national team sio goalkeeper ambaye mtu akisima akitoka tu nyumbani kwao kashashiba vizuri, akipiga mpira unafanyaje, unaingia? No, ni goalkeeper ambaye ukimfunga unarudi nyumbani kusema, ah bana, nimefunga fulani yeah. Nikajitolea mfano mimi mwenyewe mm -hmm mi nimewafunga magolikipa wengi wakati nacheza, wengi mno, wengi mm. Lakini if you ask me leo the only goalkeeper nikikaa nasema nimefunga dhidi yake ni mwameja Mohamed, mm. Mimi yani, kila nikikaa hivi nasema mi nimemfunga mwameja kwa sababu top golie wa national team mm, top golie wa Simba sio golikipa, ukishafanya mazoezi yako tu ya mchangani Umekula vitumbua vinne, umeshiba, ukipiga mpira ufanyaje? Na kwenye hiyo hoja ambayo umeizungumza Jemedari kidogo, yes, niache kwanza, nataka ni ni sherehe ya sherehe njema na mimi nataka nipige vizuri kabisa ni kuja zile nyama. Katika hiyo hoja ambayo umeizungumza tokea enzi za mababu mpaka sasa ambapo tupo, siamini kama Tanzania tuna changamoto na eneo la golikipa, siamini kwa historia

kufunga goli siku moja na Simba kama na kuboka last season nyingine yeah. Ilikuwa cross kama kaudaka hivi kaweka na utaona kwa doktora, kwa physiotherapy hapo therapist nani huyo? yeah. Gilbert hapo mm. Kijana wangu pale nikamkuta, simjui of course, kuna muona tu kiwanjani, akaja karibu, kanisalimia meneja, vipi? yeah. I was like eh? Na vipi Naona meneja, mimi nimesikia maoni yako, nashukuru sana kwa maoni yako na nitayafanyia kazi. Mimi sio mtu ambaye eh nikisikia maoni nayachukua negative, nimechukua positive na nitafanyia kazi. Nikukumbusha kitu kimoja, unakumbuka ya Afrika alimsajili Abdul Talib Mshele? yeah, kabisa alisajiliwa kulikuwa na stories zinaenda za unajua, mitandaoni, mcheli namna alivyosajiliwa lakini Hina. Changamoto. Nilikuwa na kina mshiri uh, Azerbaijani last, last year. Baada Baada ya ishi pia kuumia, aliingia logo kipa ambaye anaitwa Kawawa, Kawawa. Kwa Kwa uh -huh. Yeah. Baada kuondoka, mechi ifuatayo na Mongolia, kwa sababu ilikuwa mechi ya Bulgaria ambao tufungwa kwa moja, yeah. Mechi na Mongolia, Bulgaria mechi akacheza tumefika Uturuki. Nikamuuliza dogo vipi, safi tukazungumza naye hivi, naamini kati ya safi tukazungumza naye zilivyo hivi, tukazungumza tu na mimi pia naamini moja kati ya magolikipa wa potential kabisa kwa nchi ni yeye, sio. Sasa ukiangalia kina Fomba, sisi tulikuwa na Kalambo. Kumbuka wakati tunaenda AFCON elfu mbili na kumi na tisa magolikipa walikuwa ni Kalambo, Metacha na oh, no, yeah. Aisha Aisha, na haishichea mechi mbili, meachea mechi moja Kalambo. Tuna mtoto ana daka um, pamba. Yona, Yona Amos anadaka mm, pamba. Hivi mtu yeah, anaweza kusema kwamba sio golikipa mzuri msimu uliopita alivyokuwa na nani? Hata mimi timu yako JKT. Mm. Sawa. So, tulikuwa na mtoto sisi amecheza national team alikuwa anacheza Kagera anaitwa Saidi Kipao. Ah. If you remember it yeah. So, yeah. fulani mguni mzuri yes. Alitoka kwenye kituo cha Manyika yeah. Sawa, so, nowhere to be seen. naab anyalaa vizuri ainh, yani cost wanakipa kutoka nje, na Mungu ana makipa kutoka KMC, nje KMC makipa makipa kutoka kutoka nje nje. Azam Azam wanabadilisha katoka, si si ukaja nani mwingine? alianza akaja yule yule yule mkomoro nyingi ndio yuko hapa bado wanabadilishamai ut ig akaja yule mkomoro. Sasa katika hilo Jemedari ambalo, kwa nini tunafikiria nje zaidi? Kwa nini tunawaza nje zaidi? Kuna kitu hapa ndani hakiko alabda? No, no, no. kabla, kabla Jemedari hajazungumza sisi approach yetu katika mpira mkai yeah. Ukiziangalia kwa mfano simba na yanga na mentality za mashabiki wao unaweza ukagundua mambo mengi sana kuhusu mpira wetu hapa Tanzania, kwa sababu hapa leo tunazungumzia kagulukipa, lakini hii ni changamoto ambayo ukiangalia timu nyingi